Ameenda nje amerudi, akirudi anasema mzungu wa unga. Unaikumbuka hiyo kauli ya dola? Mpaka leo nadhani inaexist, yani katika kitu kama hicho mara nyingi inakuwa. Anyway, vijana sasa hivi tunajituma, tunajituma katika vitu vingi vingi. Sasa mtu anapoonekana ana mafanikio kidogo tu, inakuja story tofauti, yani kwamba huyu jamaa itakuwa lazima anajichanganya huko, anachanganya huko, kwa hiyo biashara ndio hiyo, na inakuathiri then psychologically and sometimes, unadhani sasa inakunyima uhuru wa kufanya baadhi ya vitu. Una uwezo wa kununua gari nzuri lakini unaona nisifanye kwa sababu wabongo wanaweza wakasema. Of course ni tatizo, nasema tatizo kwa sababu ni kitu ambacho kimeishi kwenye maisha yanayonizunguka kwa muda mrefu sana mm. Ya, yani kwamba mtu ambaye anasema napenda na, na kuvaa napenda kula vizuri, napenda kwenda sehemu nzuri, napenda kusafiri napenda, na, yani kifupi napenda vitu vizuri mm. Sasa inakuja ina, inakuja neno kwamba kila mtu lazima umfuate na uanze kumwambia kwamba unajua bwana mimi nimechukua ishi katika staili hii na, staili. <laughs> Inakuwa ngumu uwezi. Mm. Ushai, ushai ku, kujishughulisha na issue hizo? Hapana, sijai kushughulisha. Ulishai kufuata ukaomba ufanye? Hapana, sijawahi kufuatwa nikaona. Una marafiki wanaofanya hiyo? Hapana, sina marafiki wanaofanya hiyo. Kwani unasemwa sana upande huo? Ah, ni kwa sababu ya muonekano wangu pamoja na lifestyle ambayo ninayo mm. That's the point kwa sababu kuna maisha ya design hiyo ama kuna maneno ya design hiyo kwa kwa kwa kwa jamii yetu inayotuzunguka. Yeah. Mtoto akiwa msafi una, unaona kabisa usafi wake na shughuli yenyewe ambayo inayofanyika ni moja mbili tatu. Yeah. Lazima atakuwa anafanya hivi. Yeah. Mtoto akiwa anatumia magari mazuri inakuwa hivyo. So, mm -hmm, ni story ambayo ipo katika mtaa. Ndio, ni kweli mtaani unazungumza yeah hivyo. Je, shey kufikia hatua uh, tetesi zikaenda mpaka wahusika kwa mfano watu wa usalama wakakuita wakataka kuzungumza na wewe? Kwa kitu ambacho wanachozungumza watu kwa no, kitu ambacho tayari kilishapita, kwa hiyo sioni kama na sababu mm, yeah, okay. ya kukizungumzia wewe kwenye mwezi wa pili eh, eh, eh, eh, eh, eh, nimeona eh, unampenda sana kwenye maisha, mama angu, mm, angu, mm, nampenda mama watoto wangu, napenda watoto wangu, nampenda mama yangu mzazi mm, pamoja na dada wangu na wadogo zangu wa kike. Unataka kuambia nini sasa katika msimu wa bumper to bumper? Ah, msimu wa bumper to bumper kwamba tudhihirishe jinsi gani ambavyo tunapendana. Hebu tupendane mpaka wengine watu waone hivyo. That's the point. Nice. Oh yeah. Yeah, sawa. Oya tuko na room jamani. Mtakuwa mnamfahamu jamaa ameshatajwa tajwa hivi blazer flani white. Sema wewe wewe? Hiyo hiyo asili. Wapi, I say mimi ni Moshi machawi. Ah okay. Wamoshi wana wana rangizi. Yeah of course. watuone ho anapita yule wao wao tu Kilimanjaro. Uh, masemona masemo na masemo Juma. Uh, <laughs> <laughs> <mwashi> na Juma ndio Moshi na Arusha, Kilimanjaro, Kilimanjaro, Kilimanjaro, Meru baba mm. Yote Kilimanjaro, yote Kilimanjaro. Oh yeah. Sasa hivi mm, nina ngoma mpya nimeleta kwenu, nina ngoma mpya nimewaletea Watanzania, yeah. Nataka waisikie na nataka waifeel, waone nini ambacho wanafanya nice. yeah Okay, yeah. Uh, ngoma ng ako meifanya na Lina. Yeah, ngoma na, meifanya mi, na Lina. Mimi nilitegemea Lina Lina angekuepo hapa. Ngekuwepo, uh, kidogo kuna sababu ambazo ziko nje ya uwezo wake. Kidogo anachelewa. Ah, uh, tunasema foleni. At the same time kuna sema alikuwa amepitia. Ana, ana, ana anasumbuliwa.

Uh, yuko, yuko njiani anakuja wa anakuja wa wili. Wili. <laughs> Ya, Kingsley na na Kauthar kwa kwa mama mama mama mmoja uh, mmoja nani mama momama wanaitwa Neema ama wengi wanamfahamu kama Nionse ya, <laughs> wa ya ndo ambaye niko naye naishi naye <laughs> Hapana, sijawikushr kubwa unajua, unajua sometimes <laughs> tunazungumza <laughs> haya mambo ili

<laughs> <laughs> Ah, hii ni kujikanyaga kabisa, ila sijawe kumcheza oye saa <laughs> unamwoa lini? ama ndoa tayari? Um, swala so, la ndoa, mi naamini ndoa majaliwa, lakini kisheria ki tayari ni mke wangu. Hmm. ila tu ile kusema kwamba tumetia ubani hmm. ama kusema kwamba tumeshikana mikono tumeshikanishwa mikono tumeunganishwa kwa wamoja, tayari Mungu amelifungua hilo hmm. lakini uhalali very soon inshallah hmm. Mimi ni Muislamu, naamini hivyo hivyo. Hebu mwambie neno moja zuri sana sasa sana sana sasa. Nakupenda mke wangu, nakupenda kuliko unavyofikiria watu na wapenzi wao. Sema uaga kama una, una, una, una yani kwa sababu alikudhania hivyo haijawahi kutokea. uh, Unajua, kwenye mapenzi, ili mapenzi yawe strong, ili mapenzi yawe bampa to bampa yeah, tunasema mapenzi bampa to bampa yeah, mapenzi mapenzi bampa to bampa mapenzi, ili yawe bampa to bampa uh, vitu lazima vitokee. Yani uwezi kujua mtu wako anakupenda ama unampenda bila hizo hizo hizo migongano. Sometimes unasikia vikombe kwenye kabati, kwa kweli kweli. Ya kwa hiyo, hivyo vitu vipo, iko tu iko, yani haiwezi haiwezi kupingika, lakini hajawahi kunifumania hajawahi kuona dalili yoyote ambayo inahusiana na, na vitu, vitu mwendo kando mm, kwanzia tumekuwa close. Mange Kimambi, unamwelewa mm? Mangi ni mtu kama watu wengine na unajua kila mtu ana, ana uhuru wa kutumia kitu kutokana na yeye vile ambavyo amejiweka mm. Nasema kutumia vitu kutokana na vile ambavyo yeye amejiweka, unajua days kwamba Tanzania kume kume kume kumekuwa na ukubwa kiasi wa mitandao. Na yeah. Kuna kuna kipindi alikuzungumzia kana kwamba kakuchimba sana. Yaani Yaani watu wakajua warumi, vipi? Huyu Mange na wewe, hizi imekuwa ilikuaje? Yaani umetoa wapi? Alitoa wapi haya aliyozungumza? Sina sina sina sina uwezo wa kusema kwamba alinichimba ama Hapana. Um. Mimi Mange kwenye maisha yangu sijawahi kumuona live. Okay. Stai kuamini pia na yeye kama ameshawahi kuniona live okay. Namuona kwenye picha I'm sure ananiona kwenye picha peke yake yeah. Yeah. So, ni, ni, ni, ni, ni, ni yale yale tunarudi nyuma kwamba Mange kawaida huwa anapata anapata vitu kutoka kwa watu mm. na watu ambao anawazungumzia hao, na, ambao wanampa vitu ni wale wale ambao tunaishi nao kwenye jamii. Mm. Naelewa kwamba leo hii mimi nime, nime, ninaishi ninaishi kwenye mtaa ambao una, una watu. Kwenye wale watu kuna watu ambao wananielewa, mm, na kuna watu ambao hawanielewi. Mm. Kuna watu wanaonipenda na kuna watu ambao uh, hawanipendi. Wendi, yeah. So on that point kwamba nani ambaye anamfuata Mangi anamwambia nini kuhusu mimi? Hiyo, mm, mimi siwezi kujua. So ni vitu ambavyo mara nyingi anachosema, si, sijawahi kuona hata kimoja ambacho kina ukweli kwa upande wangu mimi. Mm. Najiongelea mimi, mm, kuanzia ameanza nipost kwenye akaunti yake mpaka ameishia kuto kunipost kwenye, kwenye akaunti yake mm -hmm. Sijawahi kuona hata siku moja mpost chochote ambacho kinahusiana mimi nachikweli kabisa kinahusiana na mimi mm -hmm. Na hakitatokea haija kuharibia michongo yako uh. Maisha yangu hayategemeani na mitandao mm -hmm. Maisha yangu hayategemeani na, na na, maisha ya mtaani ya kawaida Mimi -hmm. Maisha yangu bado yanaendelea Alhamdulillah. Mm -hmm. Umesema kwamba kuna watu ambao walimfeed information ambao huenda labda unaishi nao, ambao wewe unadhani walimpelekea information ambazo sizo. Mm. Hao watu unadhani wapo mtaani kwako? Kama unakumbuka nimekuambia wa Tanzania jinsi tulivyo. Leo hii amekuwa na tu umevaa, umependeza, umetoka, umerudi, mm. umekwenda, umerudi leo, umekuja na bodaboda, boda, kesho umeanza kubadilisha unapanda taxi, umeacha taxi umeanza kutumia mtanda ni easy easy taxi nyingine za kuita kwenye mtandao, mm. umetoka hapo umeanza kutumia gari yako. Hawajui ulikopata, hawajui, umekopa hawajui, umeiba hawajui, umefanya nini? Lakini end of the day wanapokuja kuishia, wanaishia kusema kwamba wewe mshikaji, utakuwa kuna kitu anafanya so. Katika wale ambao walikuwa wana, wana, wana spread hiyo, hiyo, hayo maneno mm. ndio, hao, hao, ambao wanamfuata yule na kumwambia kwamba, kuna mbona hivi, mbona hivi, ndio kwamba kuna huyu mtu maana nasema kwamba most of the time ambao mangi anaongea, anaongea kutoka kusikia kwa watu. Hanijui, simjui, sijawahi kumuona, hajawahi kuniona life. Ulisha kumtafuta? Hakuna sababu ya kufanya hivyo kwa sababu mwisho wa siku uh, kusema kuna mwisho. Mtu, oh, anasema hey, and then the end of the day anakata kama ilivyotokea. Oh yeah. Sasa hivi. Oya, mm. Sasa sisi pia tunakata. Alafu tunaunga sasa ngoma mpya ya Rummy. Itambulishe tukaisikilize DJ Sama anaicheza sasa. Alright, uh, ngoma inaitwa Mwari. Mwari ni, ni ngoma ambayo iko iko kinyumbani zaidi. Nadhani kuna, kuna kuna kuna kuna kuna flavor tofauti kidogo ambayo tumeweka na mara nyingi najaribu kufanya kitu kama hicho kwa sababu ya ku, ya kuweka utofauti muziki wa Rummy na muziki wa watu wengine. Ngoma amefanya Abidadi pamoja na Hello Name. Studio ni Square Music. Nimeimba mimi pamoja na Linna. Yeah. Yeah. Oya, oh yeah, tutaskia kidogo alafu tutarudi kumalizana na Rummy hapa hapa kwenye Plane Bongo, East Africa Radio. -sama. <sonimic> ya bana zigo ile hapo linaitwa Mwari kutoka kwake Rummy, amemshirikisha Linna, kazi ya abidadi pamoja na alodem. Umeisikiliza kwa mara ya kwanza exclusive kwenye Plane Bongo ya East Africa Radio. <sonimic> <sonimic> Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

Yes, mziki flani una ladha ya nyumbani, yeah, eh? Hii ladha ya nyumbani kabisa kama amavaa nani nani msuli haya. Fresh kabisa. Uh, mara nyingi idea tunasema tunapata gao wakati tuko studio, wakati beat imepigwa yeah. So idea ilitokana na beat ilivyokuwa inapigwa, bidada wakati anagonga Hello name wakati anagonga kasema kuna kitu kizuri utapata kutokana yeah, na beat ambayo tunapiga. Then ikaja hicho kitu, alianza kuimba kuimba, nani alikuwa bidadi, au alianza kupiga beat, ni ni anaanza kutafuta melody hiyo kwa uh, sababu hii, hii ni nyimbo za kikabila kabisa. Ilikuwa tuko wengi wengi, ilikuwa niko mimi niko pamoja na jamaa mwingine anaitwa Shebi Love ulikutana nao tu njiani Rummy, au ni niaje? Kwa sababu muda mrefu tunakufahamu, lakini vitu ambavyo unavifanya kama umechelewa kufanya, asi kuna historia ambayo, kawaida mziki, nasema mziki ni kitu ambacho mtu anazaliwa nacho mm. no, niseme mziki, niseme kipaji mm. kuna kipaji cha uigizaji, kuna kipaji cha uimbaji, kuna kipaji cha uchezaji, kuna kuna, kuna vingi vingi vingi ani so mziki, mimi nimetoka nao nimetoka nao mbali, unajua kuimba ni sauti mm. na, na sio kitu kingine. Kuna watu wanajua wana sauti nzuri, lakini hawajui kuandika, wana sauti nzuri, lakini hawajui kuimba. So mimi ni mtu ambaye nilianzia, mimi ni Muislam, nime nimekulia nime kwenye misingi ya Kiislamu so nilipitia chuoni, yeah. katika wanafunzi ambao walikuwa wanaimbisha chuoni, yani kaswida, mimi nilikuwa ni kiongozi wa kuimbisha kaswida. So kutoka pale naona kabisa ni kwamba jinsi gani ambavyo mwalimu wa chuoni alivyokuwa ameona kibali changu, then pole pole ikenda, unajaribu una hapa, unajaribu hapa, unajua nafasi vile vile nayo ni kitu kingine. Uh, <coughs> mziki nime nime nime nimefanya rasmi kabisa, sidhani kama kuna watu watakumbuka. Uh, nakumbuka ilikuwa ni 2007 kweli, yeah, mi nimeshiriki Bongo Star Search ya kwanza inayoanza kama sikusei. Yaani kama ilianza ni ya 2007 basi ya kwanza nilikuwepo. Kama ilianza 2006 ya kwanza nilikuwepo. Ya kwanza kabisa audience ya kwanza kabisa ya Bongo Star Search mimi nilikuwepo. Yeah. So huko nilijisogeza sogeza, karibu unakimbia vitu vingine, unaingia tena, unakimbia vitu vingine, unaingia tena mpaka mwaka 2012 mwishoni, mm, nimetoa nyimbo inaitwa Kosa, 2013 nikatoa tena nyimbo inaitwa Jinsi ulivyo, 2014 nimetoa tena nyimbo inaitwa nimetua inaitwa inaitwa ya ilikuwa in, in, in, Jinsi ulivyo nakumbuka tena nikaja niknikatoa ni kazi ngua nimeweza kazi ngua nikatoa tucheze nimetoka tucheze imekuja doridori imetoka doridori, saizi tuna hii Mwari. mm -hmm. ya yeah. So huo ndo, ndo mtiririko mzima. Sema. Lakini kuna watu wamekuja kunishtukizia tu sasa hivi baada ya kuwa nimeweka wazi ama kunishtukizia sasa hivi baada ya kuona kwamba ni kipaji na kipaji ambacho nimezaliwa nacho na nafanya kutokana na kile ambacho na feel, sifanyi tu kwa sababu ya kitu fulani fulani. Mwana, hapo kuna ngoma kadhaa ambazo me, ametutajia kwamba kuna safari kidogo ipo. Na ukiangalia game yetu ya bongo flavor ngumu kidogo na yeah, kila siku na sauti mpya na nini. Una, una, una mkakati wowote ukisema kwamba mimi naendelea kuwa hapa ili nifike ili watu wanisikie ama una, una, Tofauti kidogo kwangu, nasema tofauti kwa sababu kwanza na studio inaitwa Square Music. Okay. Hii studio kidogo inani, ina ina ina ina, upushi muziki wangu na inaubadilisha muziki wangu kwamba kila siku natoka na kitu tofauti. Leo ukisikiliza ukisikiliza kuanzia Kosa mpaka Mwari ni ni ngoma ambazo zina zina zina improvement nilipo. So naamini kabisa, naamini kabisa mkakati ambao upo ni kufanya mziki, mziki ambao unafanya u sound tofauti na mziki wa watu wengine kwamba ukisikia nyimbo fulani, nasema huyu sound ni ya fulani, na ukisikia mziki fulani sama sound hii ya, ya watu wengine, so huo ndo mkakati na nani ambao upo kwangu.